Ni Sheikh Murtaza Adamjee kutoka Jumuiya ya Bohora Tanzania. Karibu sana. Sheikh Musa wa Kundecha, jiandae kutumalizia salamu za mwisho kabla ya kuanza mada rasmi. Asalamu As alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nashukuru sana mgeni rasmi, meza kuu na washiriki wote mliokuwepo hapa. Tumekuja kuongea kuhusu amani kwenye time muhimu sana, wakati tunaelekea, bado siku mbili tu kufika kwenye uchaguzi. Amani unaanza moyoni na ndugu zetu na watu waliotangulia, mioyo yetu zinaongozwa na imani. Sisi kama viongozi wa dini tuna fursa kubwa wakati tunaenda kuongea na waumini wetu, kuwagusa mioyo yao yaridhike kuhusu kuweka nchi yao mbele, na kama wengine waliosema, watu wana mitazamo mbalimbali, lakini tukiweka Tanzania mbele, mioyo zitaridhika, mioyo zitaridhika na tutaenda kutenda haki kwenye kuenda kufanya umuhimu wa kuenda kuchagua viongozi ambao watu wa imani wamesema wanachagulia wana Mwenyezi Mungu, kwa ni haki yetu kwenda kuwachagua, kuridhika kwenye mioyo, pamoja mitazamo mbalimbali, kwamba nchi yangu mbele, Tanzania mbele. Na kama mtume wetu anasema hubbul watan min aliman, mahali petu pa imani ni muhimu kwenye kuleta maendeleo ya nchi yetu. Kwa tuombe wote na tuende kuwaambia familia zetu, inaanza nyumbani naanza nyumbani, tuambie familia zetu, turidhike, tuwe na mioyo ya amani na tukafanye kitu kwa ajili ya nchi yetu. Kwanza nashukuru sana, na tuombe Mwenyezi Mungu atufikishe salama, tuende kuwachagua viongozi wetu na Tanzania isonge mbele. Asanteni sana. Babdeo Milado Miladu Online TV pamoja nawe katika kheri.